Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu tafadhali usisahau kusubscribe like na eh, comment, update comment ya shauri Mheshimiwa Lissu, na mimi nitaanza na maneno yake maneno yake Mheshimiwa Lissu leo amesema yuko ndani kusubiria uchaguzi uishe tarehe ishirini na tisa. Maneno hayo ameyatoa leo mahakamani baada ya mahakama kukubali pingamizi lake la pili la kukataa ripoti ya mtaalamu aliyefanya uchunguzi wa zile video ambazo nazo zilikataliwa. Nafikiri baada ya kupima uzito wa hili shauri na namna linavyoelekea, amejiridhisha kwa weredi wake kwamba kimsingi kesi sikwisha, hakuna kesi hapo, na kwa maoni yake anashangaa kwa nini shauri hili halijaondolewa, na ndiyo maana akasema yuko ndani kwa sababu za kusubiri uchaguzi upite tarehe ishirini na tisa kwa sababu kisheria baada ya vielelezo hivyo na ripoti kukataliwa, hakuna namna yoyote, hakuna muujiza wowote wa kuweza kumtia hatiani mheshimiwa Lissu. Sijui muujiza huu utatokea wapi. Sasa jamhuri leo, wakati wanaomba kuahirisha shauri hili mpaka kesho ili aweze kuitwa shahidi wa jamhuri wanne, kwa sababu leo tumehitimisha kumsikiliza ushahidi na kumhoji maswali shahidi watatu wa jamhuri. Tunatarajia kesho wataleta shahidi wanne. Maneno ya jamhuri, wakati wanaomba kuahirishwa kwa shauri hili, wamesema wanakwenda kufanya tafakuri, wanaenda kutafakari baada ya kukataliwa kwa vielelezo hivyo na baada ya maamuzi madogo mawili ya mahakama hii. Jamhuri wamesema kwa maneno yao, wanakwenda kutafakari. Kama tafakuri hiyo itawaongoza au itawapelekea kuondoa hii kesi, mimi sijui, lakini jamhuri wamesema wanakwenda kutafakari au wanakwenda kujipanga upya, wajue namna gani watatoka vipi kesho. Kwa hiyo tunawasubiri kesho saa tatu tujue jamhuri watapitia mlango gani, au wanakuja na approach gani nyingine. Lakini ushahidi wao ambao walitegemea na ulikuwa unabeba shauri hili kwa asilimia kubwa, kwa jicho la kisheria, umekataliwa hapa mahakamani. Tunasubiri siku ya kesho tuone wana muujiza gani mwingine au wanataka kulipelekaje hili shauri mbele? Nafikiri baada ya tafakuri hiyo, ndiyo maana mheshimiwa Lissu amesema atakuwa ndani. Kama itamlazimu kuendelea kukaa ndani, itakuwa ni kusubiria tu mchakato wa uchaguzi uishe. Lakini kama siyo hivyo, tunaamini jamhuri kwa busara yao, mawakili wa serikali, baada ya kupitia vielelezo, baada ya kupitia plani yao na mpango kazi wa namna ya kuendesha shauri hili, nafikiri busara itawaongoza tu na wao wanajua cha kufanya. Mimi sio kazi yangu kuambia cha kufanya, lakini wanajua cha kufanya. Tunawaombea kwenye hiyo tafakuri yao busara iendelee kuwaongoza waone, kama ambavyo pia mheshimiwa Lissu ameomba kwamba kwenye hiyo tafakuri wakafikirie upya, kama jamhuri bado wanadhani wanaweza wakaendelea na hili shauri au wanapaswa kufanya vinginevyo. Kwa hiyo yote kwa yote, tunasubiri kesho saa tatu asubuhi ambapo shauli hili limeahirishwa litakuja kesho saa tatu au kwa ajili ya kupokea hiyo tafakuri ya jamhuri au kumsikiliza shahidi wao wa nne ambaye atapanda kizimbani kujaribu kuiambia mahakama huo usha, ushahidi wake. Na utahusu nini, mimi sijui na Watanzania hatujui, na waomba tusubiri kesho, kumsubiria huyo shahidi wa nne wa, wa jamhuri. Asanteni sana, hayo wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe like na kucomment.